Kwa nini Mungu anaruhusu mateso? Kwa nini Mungu anaruhusu mateso? Masuala haya yanachipuka sana kwa watu mwengi. Ninapohudumia wanafunzi watu wazima, yaani kwa sababu ya changamoto za maisha, watu hata wanashangaa kweli Mungu yuko <laughs> mbona anaruhusu haya? Kuna mwingine hata alikuwa naniuliza, mnadai Mungu ana uwezo, ana mamlaka na utukufu, lakini mbona mambo mabaya yanatendeka? Kama yeye ni upendo, mbona vita? Mbona njaa? Mbona mauti? Na wengine anauliza, mbona watu wasio na hatia ndio wanaumia wanateseka, watoto wadogo wanabakwa, watu masikini ndio wanaonewa? Yaani maswali, mbona Mungu anaruhusu mateso? Yaani kama una uwezo na mamlaka yote mnavyodai, mbona anaruhusu mambo kama haya yanapata watu wake, ama dunia inapitia machungu haya? Mbona ni maswali watu wanauliza, kwa nini Mungu anaruhusu, kwa nini Mungu anaruhusu. Hiyo ni moja maswali rusu, wa, wana wana, wana ali, lakini, ya maswali ambayo mengi watu wanaruhusu wanauliza wanakosa majibu, wakiuja kwa wachungaji wakuja katika hali wanashindwa kuelewa, lakini yanaeleweka ingekuwa tunachukua muda na kuingia katika maandiko tuweze kusoma kwa hivyo Biblia. Tutakapoingia leo ili tuangalie somo hili na tupate majibu haya ambayo tunajiuliza, tutapata faraja na kwa kina tutapata kupata uwazi ili kupata hilo jibu na wewe utasaidia mwingine ambaye anatashwishi ama kuna, na dukuduku duku kuhusu jambo hili. Kwa hivyo matokeo ya mateso ama mateso yanapotokea ni bali, bali. Yani, ayakai, eh, kwa namna mbalimbali yaani ayakai krasim kwa kila mtu yaani krasim inamaanisha ayakai uniform. Ayakai ayakaini uniform kwa kila mtu. Mateso yanapotokea wengine anaweza tokana ni maumivu ya mwili mwingine, anaweza tokana ni changamoto za kiroho mwingine, naweza tokana ni nini pi, vipingamizi hata kifamilia, mwingine anaweza tokea ni kwa sababu nini, kupoteza wapendwa, wengine ni kukosa kazi, wengine naona kama ni laana zinaandamana, wengine ni uonevu na dhuruma katika jamii, eh, mambo kama hayo aikai rasmi kwa hivyo mateso ninayopitia haiwezi kuwa na ni yako kwa maana mazingira yangu ni tofauti na yako, iko kwa njia mbalimbali. Lakini je, Mungu anasemaje? Biblia, kwa mfano ukisoma thelathini na nne kumi na nane Saburi nasema hivi Bwana, yu karibu nao waliovunjika moyo. Mambo haya yanapotupata, mateso haya, maumivu haya, Mungu anatoa ahadi mbali hata wakati unataka kujitoa mwanga, hata wakati ule unataka kujitoa maisha, maandiko yanatuhakikishia Saburi 34:18 na kumi na nane, Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo. Mungu anajua tunavunjika moyo, mambo yanakuta yanatufanya tunatamaushwa, lakini anasemaje? Yu karibu nao. Kwa hivyo katika ile hali unaona umeisha Mungu yu karibu sana. Unasoma hata Saburi arobaini na sita moja nasema, Bwana ni ngome na kimbilio, ni msaada ulio karibu wakati wa shida. Katika mateso yako, katika maumivu yako, yu karibu sana, yu karibu nawe, anataka kukusaidia na sio hivyo tu. Kimsingi sasa, mateso maumivu, uchungu yanatokana na dhambi. Si mwanadamu alileta, ni dhambi. Na mwanzilisho wa dhambi ni nani? Shetani. Kwa hivyo dhambi ndiyo matokeo. Na mambo hayo yalianza lini kwa mwanadamu? Sasa yalianzia Edeni kwa mwanadamu, lakini kwanza kabisa ni mbinguni. Shetani ndiye. Lakini kwa kibinadamu, kumbuka, natumia lugha ya kibinadamu. Kwa mwanadamu dhambi iliingia Edeni katika kitabu cha mwanzo tatu. Kwa maana mungu akuumba mateso Ukisoma Mwanzo moja maandiko nasema kila kitu kilikuwa sawa, kilikuwa chema, kilikuwa chema. Ukifika Mwanzo moja thelathini na moja ilikuwa chema sana, lakini ukifika Mwanzo tatu mambo yanaanza kubadilika, mambo yanaharibika. Uh, awa alipotii sauti ya shetani kupitia kwa yule nyoka mambo yakaharibika, ndio mambo yakaharibika. Ndio maana sasa ukisoma Paulo akiandikia Warumi, Warumi tano kumi na mbili anasema hivi, kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na mauti kwa dhambi. huyo mtu mmoja ni nani? Yaani ni Adamu. Tena zaidi ni unaundua kwamba dhambi ndiyo ilileta maumivu, uchungu, mauti, magonjwa, kila aina ya ubaya katika dunia hii, chanzo chake ni dhambi, na mwanzilishi wa dhambi ni Shetani, akaambukiza mwanadamu katika Edeni. Napenda hiki kitabu cha kipekee, kinaitwa Mababu na Mababu na manabii Ukurasa wa sitini, nasema hivi dhambi ndiyo chimbuko la mateso yote yaliyopo. Ni kweli, hata mimi nakubali, ndivyo ikiwa, kwamba baada dhambi kuingia, ndiyo matokea yote. Kwa hivyo dhambi ndiyo chimbuko la mateso yote yaliyopo duniani. Wakati mwingine, je, unaelewa? Tunaweza teseka kwa sababu ya chaguo la binadamu wengine kuna mateso yanayokuja kutokana na uchaguzi wa wanadamu wengine, na Biblia inaweka wazi mambo haya. Mfano ni gani? Hosea, ukisoma Hosea saba nane saba inasema hivi, wapanda upepo watavuna tufani. hmm. Katika Israeli kuna wale waliofanya mambo wakaleta changamoto na vita na mateso kwa wengine, yani hivyo sababu ya kutekeseka kwetu kwingine inatokana na uchaguzi mbaya wa wengine. Kuna kitabu inaitwa Vielelezo vya Mafundisho ya Kristo kurasa wa mia tatu themanini na tano inasema hivi, matendo ya ubinafsi ya wanadamu yanaathiri wengine bila hatia. Wacha ni uonyeshe mfano. Mnakumbuka katika bibilia Akani, si mnamwelewa? Akani. Mungu alionya kwamba mukienda mwangushe Yeriko msiguse chochote kilichoko, kwa maana vimelaaniwa. Akani akaficha, kwa tendo hilo dhambi yake ililetea mauti wa Israeli wengine, na na wakashindwa vita na taifa dogo la Ai. Wapendwa, mateso mengine aitokane na nafsi zetu wenyewe. Mtoto wako, mzazi, niongee nawe, ako likizo, aharibike, ajiunge na vikundi vibaya, aibe Mzazi anagharamika, mzazi anadaiwa. Sio yeye aliba, sio yeye alikosa, lakini kwa makosa ya mtoto kwa sababu ni wake, anadaiwa anawajibika. Ndivyo ilivyo kwa makosa mengine, mingine inatokana na uchaguzi mbaya kwa kwa wale tunaohusiana nao. Mtoto anaweza letea shida shida familia, baba analeta shida kwa familia. Baba kumbuka Kora, Dathani na Abiramu kwa kukosa kwao na kukaidi sauti, familia zao zote ziliangamia, zilizikwa Nipokuwa nasoma pia Waibrania kumi na mbili tano hadi kumi na moja inasema hivi. Pia kuna wakati Mungu anaruhusu mateso kwa kuturekebisha kuturudi, si kwamba anatuchukia, anatupenda. Maandiko inasema kwamba kwa kuwa Bwana Mungu anampenda yule anayemrudi. Ndio maana ukisoma hata Ufunuo tatu kumi na tisa inasema kwa wale anaowapenda anawakemea na kuwarudi. Kwa hivyo, wakati mwingine Mungu anaweza ruhusu mateso, si kwamba anakuchukia, anakurekebisha, anakurudi, anakutengeneza, anakutaka ufae. Ndio maana nikasoma kitabu inaitwa Huduma ya Afya, ukurasa wa mia nne sabini na moja inasema hivi Mungu uruhusu majaribu ili kufunua kasoro zetu na kutufundisha kutegemea nguvu zake ah. <laughs> nilifurahia yaani, siku hizi nikisoma maandiko na na vinukuu zingine, jamani, nasikia kama kwamba nimepewa mabawa, sikia, yaani nafurahia, inanipa moyo katika changamoto zangu. Ndio maana nakuhimiza pia utiwe nguvu. Inasema hivi: Mungu ruhusu majaribu ili kufunua kasoro zetu na kutufundisha kutegemea nguvu zake. Kumbe majaribu mengine mateso, Mungu akiruhusu ni kwa wema wangu, ananitoa ubinafsi, ananitoa kujitegemea, nimwangalie yeye, nimtegemee yeye, nipate nguvu kutoka kwake. kwa kwa hivyo mateso wakati mwingine inaletea Mungu tukufu, mateso wakati mwingine inamuinua Mungu anaporuhusu tupitie. Mpatie mfano, Yohana Injili tisa, Yesu anapokuwa anahubiri alikutana na mtu alikuwa kipofu tangu mdogo. Watu wakamuuliza Yesu, hata wanafunzi wake waliuliza, Je, huyu, ni nani alifanya makosa ni yeye ama ni wazazi wake? <laughs> Yesu aliwajibu aje, si si wazazi, si yeye. Mungu aliruhusu hili kwa utukufu wa jina lake. Kwa hivyo Mungu anaweza ruhusu mateso, si kwamba <laughs> ajui kinachoendelea, si kwamba ni mzazi, si mtoto, si jamii, ni kwa ajili ya utukufu wake. Ajinue, ajitukuse. Angalia hata Yusufu, si aliruhusu wakachukuliwa mateka, ndugu zake wakamuuza, hasa alipoenda huko akajinua jina lake, likajulikana wakajua, kuna Mungu Israeli anayetenda maajabu, anafunua siri za ndoto ambazo wenye hekima waweze kufungua. Akapeana hekima ya kuwekeza chakula wakati wa shibe, ili njagi kuja watu wakashiba Mungu wetu ni wa ajabu, wapendwa. Mungu ni mkuu, anatenda makubwa, anatenda ya ajabu. Ndio maana anasema hivyo kwamba pia katika mateso kazi za Mungu zinadhihirika, Mungu anainuliwa. Ndio maana nikapenda hii nukuu ya kitabu, inaitwa Tumaini la Vizazi Vyote, ukurasa wa mia nne sabini na moja inasema hivi: baadhi ya majaribu ni daraja ambalo Mungu hutumia kumwinua mwanadamu katika kiwango cha juu cha imani. Ah, ninapendezwa na nukuu za kipekee kwamba baadhi ya majaribu ni daraja ambalo Mungu hutumia kumwinua mwanadamu katika kiwango cha juu cha imani. Mimi naweza shahudia mwenyewe, imani yangu imejengeka katika majaribu. Katika majaribu na maumivu, nimesonga karibu na Mungu kwa maombi, kusoma maandiko, hata kutumika katika shamba lake. Ni kweli kama hiyo nukuu inavyosema, lakini pia, unajua, unafahamu kwamba mateso pia ni uthibitisho wa imani ya kweli, kwa maana pasipo mateso huwezi kujua mtu aliyo na imani ya kweli. Angalia hata Waisraeli wakati wa Danieli na, na, na, na, na Waisraeli wengine walipojaribiwa, Danieli peke yao ndio walisimama, yaani kuonyesha kwamba au wanajua Mungu anayemtumikia wa imani yao iko sawa kweli, imethibitika wengine waliyumba. Angalia Meshaki na Shadraka Abednego wanarusha motoni hawashtuki. Mateso pia ni uthibitisho wa imani ambayo iliyo kweli, imani iliyo safi. Sikia vile Paulo akiwandikia Timoteo Timotheo waraka wa pili tatu kumi na mbili anasema hivi, wote watakaoishi maisha ya utauwa watateswa. Wote watakaoishi maisha ya utauwa watateswa. Kama maisha yako ni ya ukweli ya utauwa, mateso ni sehemu yako. Yaani hiyo ni moja ya ahadi za Mungu. Mateso ni moja ya sehemu ya maisha yako, ujue hivyo. Ndio maana mwandishi kitabu ya Matendo ya Mitume, kitabu cha nabii ukurasa wa 576 nasema hivi: mateso ni muhuri wa wana wa Mungu katika ulimwengu wa uasi. mm. mateso ni muhuri wa Mungu wa wana wa Mungu katika ulimwengu wa uasi. kumbe <laughs> katika kutesa kwako na kwangu, kama mimi ni mwaminifu, kwa sababu dunia imeingia uasi na wamemwacha Mungu, wanamtukana Mungu, wamemwasi Mungu, mateso nikiyapata ni muhuri, ni muhuri kama mtoto wa Mungu. Je, tena kusisahau kwamba shetani ndiye chanzo kikuu cha mateso duniani, kwa maana hata unaposoma Ayubu inaweka picha wazi kwamba kuna mapambano ya kiroho na shetani ako nyuma ya mateso ya watu wa Mungu. Mungu yeye tu anaruhusu, lakini anayeleta mateso hayo ni shetani. Petero ya kwanza tano nane. Ndio maana Petero anaandika hivi katika waraka, anasema, iblisi anazunguka, anazungukazunguka kama simba akimtafuta mtu afanye nini, amumeze yeye ni simba mla watu. Kazi yake ni kuangamiza. Yohana 10:10 nasemaje? Anaua, kuharibu na kuangamiza. Ana wema yeye? Ana kusudi nzuri kabisa? Kitabu ya Pambano Kuu inasema hivi, shetani ndiye mvumbuzi wa mateso yote, shetani ndiye mvumbuzi wa mateso yote. Mpendwa, Mungu akubariki sana unapotafakari jumbe huu. Kwa hivyo ujue kwamba hata kujenga tabia ya Kikristo ndani yetu mateso inatubadilisha kujenga tabia ndani yetu. Paulo akiandikia Warumi tano tatu hadi nne nilipokuwa nasoma, nasema hivi dhiki inaleta saburi na saburi linakuwa na tumaini na tumaini alikatishi tamaa. mm. pasipo dhiki hautakuwa na saburi, na saburi inapokuwa utakuwa na tumaini. Kwa hivyo, kwa nini Mungu anaruhusu mateso? Anakujenga, anakubadilisha, anajenga ana imani yako kwako, na kutoa kujitegemea. Inajenga imani yako kuionyesha kama iko ya kweli. Kwa nini Mungu anaruhusu mateso? Ukiwa nauliza swali kama hilo ama mwaijiuliza, pata majibu ya kipekee kwa Biblia. Nasoma hii nukuu, mafungu matatu manne hivi, ili tuweze kukamilisha. Mwandishi mmoja anasema hivi, kitabu inaitwa Vielelezo vya Mafundisho ya Kristo. Tabia zinazotukuzwa azijengwi katika hali ya starehe. Hmm. Sikiliza habari hiyo kwamba tabia zinazotukuzwa azijengwi katika hali ya starehe. Yaani, kama kuna mtu anasifiwa, anasifa nzuri, ana mvuto mzuri, aikuwa rahisi hivyo <laughs> akujengwa katika hali ya starehe, akulelewa kimayai mayai, vile wengine wanasema Alipitia, alifundisha majukumu, alipitia mateso. Yesu alipitia mateso, alikuwa maisha yaani ya uchochole, angalia na mpatizaji, angalia Denili, kusoma historia yao. Mtu aliye na sifa ya kutukuzwa aikujengwa kwa starehe, usisahau hiyo. Kwa hivyo tunafundishwa kumtegemea Mungu, tumtegemee Mungu. Ndio maana Paulo akiandikia waraka wa pili Wakorinto moja nane hadi tisa anasema, nasema ili tusi tegemee nafsi zetu. Mungu anaruhusu mambo haya ili tusitegemee nafsi na akili zetu. Wondeshi Mwendingira anasema hivi, Mungu ruhusu giza, Mungu ruhusu giza ili tujifunze kuishi kwa nuru yake. Mm. Mungu ruhusu giza ili tujifunze kuishi kwa nuru yake. Aleluya, nasema aleluya, naamina kwa bwana wetu Mungu uruhusu giza ili tujifundishe kuishi kwa nuru yake. Kwa hivyo giza usilipolipata duniani, hautatamani nuru ya Mungu. Mungu uruhusu giza ili tufanya nini? Tujifunze kuishi katika nuru yake. Kwa hivyo, ninapomaliza, ninakuhimiza hivi mpendwa, kwa nini Mungu anaruhusu mateso? Ni kwa wema wetu ni kwa utukufu wake, ni kwa ajili ya imani yetu, ni kwa kujengeka kwetu, ni kwa kusafishwa kwetu, ni kwa ajili ya kumshinda shetani, ni kwa ajili ya kulitukuza jina la Mungu, ni kwa maana ajili kishada kutu... kujengeka Danieli amesha wanajibu hivi wanasema, hata Mungu asipotuokoa, hatuwezi namia sanamu. Mungu alifanya nini? aliruhusu wakarushwa ndani ya moto, lakini hawakuwa peke yao, alikuwa nao motoni, akawatoa huko, sifa zao zikaenea, lakini zaidi, Mungu wa mbinguni akatukuzwa. Kitabu inaitwa Manabii na Wafalme inasema hivi, inaporejelea jambo hilo, inasema watu wa Mungu hutukuzwa zaidi wanapopitia tanuru ya mateso. Narudia, watu wa Mungu hutukuzwa zaidi wanapopitia tanuru ya mateso. Kwa hivyo kwa kupitia tanuru ya mateso tunatukuzwa zaidi. Kumbuka Yusufu, kumbuka Danieli, kumbuka kumbuka watu wa Biblia walivyoyapitia watu wa Mungu hivyo. Mungu akubariki sana unapotafakari. Tujue sisi ni wapitaji, dunia hii hatuna mahali pa kukaa. Sisi ni wageni wapitaji, ukumbuke kwamba majaribu haya yanatukumbusha kwamba sisi ni wasafiri. Ndio maana watu wa imani tunaposoma maisha yao, walijua sisi ni wasafiri, hawakulalamika, hawakulalamika, hawakukasirika. Walimuinua Mungu, walimutukuza Mungu, walimupea Mungu tukufu. Yaani wanasema acha wata tufe, lakini jina la Mungu linuliwe, jina la Mungu litukuzwe, Mungu asiwai dhiakiwa. Kwa hivyo ndio maana Mungu anazidi kusema hata leo ukivuka ukipita ndani ya moto hautaunguza wewe, ukipita ndani ya maji hayata kugharikisha. Na ukumbuka, anasema hakuna machozi utakayopitia bila kuguswa na Mungu, hakuna machozi ambayo yanakupata Mungu akose kuguswa. Yaani hakuna jambo hata kama ni dogo, Mungu anaelewa, Mungu anayafahamu, na ndio maana Paulo anasema dhiki yetu ni ya muda tu. Dhiki yetu ni ya muda kitambo, ni nyepesi ikilinganishwa na utukufu tutakaoshiriki na Mungu mbinguni. Ninamalizia na nukuu hii, nasema kwa mwanadamu mateso ya sasa yanaonekana makubwa, lakini mbele ya umilele ni mepesi. Kwa wanadamu mateso ya sasa yanaonekana makubwa, lakini mbele ya umilele ni mepesi. Ufunuo inasema siku ya mwisho tutafutwa machozi na Mungu, hatutakumbuka shida, changamoto, magonjwa, vita, kifo, vyote vitaisha. Kwa mambo ya mambo ya kwanza yatakwisha kupita. Tutazame mbele, tumukumbuke Mungu wetu, tumukaribie. Tukumbuke duniani ni dhambi, lakini tabia zetu zinaimarishwa na Mungu anatukuzwa na tunajengwa imani na tunamshinda Shetani, na kwa sababu ya umilele ya utukufu tutakaoshiriki dhiki hizi sitakuwa nyabesi nyepesi. Kwa hivyo, kwa nini Mungu anaruhusu mateso? Ni kwa wema wetu, anakujenga na atakusaidia kushinda dunia. Hebu Mungu atukubariki, na umtukuze Mungu katika shida zako, umuinue Mungu kwa maana ni yeye peke yake mwenza, na ana kusudi nzuri. Barikiwa kwa kupokea ujumbe huu katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Tuonane tena katika somo jingine na katika vidokezi vingine. Unapozidi kubarikiwa, Mungu awe nawe na tuonane tena. Asante sana. <clears throat>